Ninayo tena furaha ya kuweza kukusalimia ndugu na wewe dada, hujambo jambo e, tuko tena pamoja katika haya mafundisho mazuri, masomo mazuri sana yanayohusu ujamaa, uh, yanayohusu maisha katika jamaa, katika nyumba mme na mke. Tuliona jana jinsi mtafiti mmoja alikuja kugundua kuwa jamaa zinazofurahi katika utafiti wake alikuta tu ni asilimia ishirini na tano na ishirini na tano asilimia zingine ni za watu waliotengana walioachana mume na mke wakatalaka, mmoja kaenda huku na mwingine kule. Sasa asilimia hamsini ndizo nyingi. Tuliona jinsi yule mtafiti aligundua kwamba ni za watu wanakuwa pamoja ndani ya nyumba moja lakini kwa kweli na wametengana. Hakuna umoja, hakuna ushirika, hakuna mawasiliano, pesa, ha, hawaziweki pamoja, hawako pamoja hata na hawalali hata pamoja. Hiyo ni hali ya nyumba ya jamaa za siku za mwisho. Siku za mwisho tunazoishi ndani. Nataka tuweze tuendelee kwa sasa na somo hilo hilo hilo tu, jamaa za siku za mwisho kiundani. E, e, jamaa zinakuwa namna gani? Hiyo ndiyo na, tunataka tuweze kuona pamoja. Lakini kwanza tumwombe Mungu. Baba, shukurani kwa kuwa uko pamoja nasi, asante. Na kwa kuwa wewe ni tayari kuweza kutusaidia katika jamaa zetu, katika nyumba zetu, tunakualika kabisa uje kwa jina la Yesu Kristo amina. Nataka utuongelee kwa muda huyu muda huu namna ine zinazokuwako hali ine zinazokuwako katika nyumba nyingi sana. Hali moja kubwa sana ni kwamba kile kinachokuwa ndani ya nyumba, ukizifunua, ukiangalia ndani, ni kwamba kunakuwa kuuana polepole, kuuana polepole, kifo cha polepole. Mume anamuua mke wake polepole hadi anakufa, na mke naye. Kuna wengi wanaua mabwana zao polepole pole, mpaka wanakufa. Namna gani? Wengi wanazitumia hizo fimbo fimbo, kabisa mmoja anapiga mwingine, si mshangao. Mume mmoja aliyetubu akasema wazi kwamba aliandika program ya fimbo ndani ya chumba chake cha kulala akaweka hapo kwa ukuta, program ya fimbo, nitakuwa nikikupiga Jumapili, Jumanne na Alhamisi na saa saa tatu za asubuhi. Kila asubuhi ya hizo siku utakuwa ukipigwa. Mke alikuwa akiosoma ana hata anamkumbusha bwana wake mume wake tisasa, mbona saa inatimia, anapigwa Usishangae, kuna wanaume nao wanaopigwa fimbo kabisa, fimbo. Mume mmoja naye alisema wazi ya kwamba alikuwa akipigwa na mke wake. Yalikuwa makosa ya mume, alikuwa tumlevi, hafanyi kazi yoyote, mambo yote ameachia mke wake, yote, watoto kusoma, bibi yule mke nini, mavazi ya watoto mwanamke, pesa za nini mke, vyote mume tu mlevi. Ni baadaye sasa anakuja chakula, anafika nyumbani chakula, chakula wakati wa kazi zile za kulima kwa wale walimaji. Mke anasema, kweli nitakutolea chakula lakini kwanza lala chini fimbo. Mume analala, ndo suruali anatosha. Oh, ana, ana fimbo ngapi? Di basi ni, ni... Kwa, kwa huruma zako nipige fimbo mbili. Mke anasema ishirini, anazihesabu vizuri: moja, mbili, tatu, kumi, kumi na sita, ishirini. Akikusha kumpiga nasema sasa, kaa pale, ule chakula, anampa chakula. Hey, ona hiyo yu hali yule mke anayepigwa vile na yule mme anayepigwa vile, hujui kuwa maisha yanapungua yanapungua kabisa, hawezi kufa kwa wakati wake? Hapana. Ni fimbo ndani ya nyumba, vichwa, ngumi, makofi, kila anachokishikilia tu cha kwanza atampiga mwenzake, visu, panga, napiga kwa panga. Hiyo hali imo katika nyumba nyingi, wanauana polepole. Hivyo hivyo ingine hali inayokuwa ndani ya nyumba isipokuwa tu ya ile ya, ya kuwana polepole, kuna kwa nyingine ile ya kupoteza viungo wako wako. Wengine wamepoteza viungo fulani. Mume mmoja akaonekana ana sikio moja tu, ili nyingine halipo. Wengine walipotazama sana nasema, sasa mbona bwana mbona, una, una, una sikio moja. Nasema basi sikingine limeondolewa bwana, limeondolewa na nini ina meno ya mke wangu alishika kwa meno kabisa, kaondoa mke. Akaulizwa kwa nini, nakasema basi, mume wangu alikuwa tena asikilize shauri yangu, nikawaza niondoe masikio yote mawili, nikuwa tu alikimbia, lakini ningeondoa yote mawili anisikilize eh. Na wanabaki pamoja tu hivyo. <laughs> Wanaendelea wanawake fulani kuna wali nao hawana meno tena thelathini na mbili meno yamebaki ishirini na sita sita yote mengine, mume ameyaondoa na ngome ameyatosha. Bwana mwingine naye ana na mkono mmoja mmoja tu, muke akawekwa gerezani, ni muke amekata huu mkono naye alieleza wazi akasema, bwana alikuwa tena haniletee chakula, alikuwa akitumika akifanya kazi kazi huko, lakini haleti pesa. Nikajiuliza kama hiyo mikono ina kazi gani, nikaondoa mikono, nitaka kuondoa yote, lakini sasa <laughs> akakimbia. Yule bwana alifariki zamani, amezikwa mara mbili sababu mkono waliuzika fasi fulani. Baada ya miaka fulani akazikwa sasa mwili mwingine hiyo ni hali nyingine inayoonekana ndani ya nyumba nyingi, viungo fulani fulani hawana wengine, wameoza ndani sababu ya ya, ya ya ya mateso. Sasa wanaletewa msongo msongo mkubwa sana, anasongwa hivyo mpaka anafariki. Hali ya tatu inayokuwa ndani ya nyumba nyingi sana, ka tena, nayo kubwa sasa, ni kifo moja kwa moja, kuuana kabisa, wanauana Ukiingia tu kwa Google, uta, uta, utaweza kusoma mambo yanayo yasiyopendeza wanaowana wengi. Katika nchi moja mwaka mmoja walifariki watu mia mbili ishirini na tano katika mwaka mmoja, na alikuwa mume akiua mke wake au mke akiua mume wake, na iligunduliwa kwamba asilimia themanini ni wanaume wanaoua wanawake wana wao na ishirini na saba waliandika, ishirini na saba wanawake wanaua mabwana zao. Anamuua, wanazika, wengi wanauana, wakipanga. Amepanga, ntamuua, na kweli anamuua. Anamuua, mume alimuua mke wake. Sababu ali, hakuwa ha, ha, ha, mwaminifu kwake. Alimkuta na bwana mwingine akamuua, alipanga na mke naye mwingine naye akamuua bwana wake, mume wake kabisa, amepanga na kumaliza. Na wengine kuna wale wanaoana na kweli hakupanga, kama bwana naye mwingine alionekana gerezani. <laughs> kilichofanyika ni nini? Ni kuwa alikuwa ameua mke wake, akaulizwa akasema, basi ni dola dola moja dola moja ya Kimerika, mume aliacha mezani, akaenda aliporudi aichukue akakuta mke ameichukua. Umetia wapi? Nilikwenda kununua chumvi nikapiga chakula ili ule. Sasa ulichukua uli, uli bila kuniambia. Fujo, fujo, fujo, sauti zinainuka, akampiga vibaya, akaona mke anajinyoosha na kufa. Yule mume alikuwa kilia sana, akilia sana, nati mke wangu nilimuua kabisa. Hakupanga, lakini sasa kwa, kwa hasira, hasira akammaliza mke mmoja naye katika Ulaya naye alipasua mume wake tumbo na kisu. Yule mke akasema kwamba ilikuwa tu ilikuwa tu kujipigania, aliogopa mume wake, simpige, akawaza kumtisha na kisu, kumbe ile kumtisha kikashika tumbo na matumbo yote nje, mume akafariki. Wanauana sana. Hiyo ni hali nyingine inayokuwa ndani ya nyumba nyingi. Hali nyingine ya ine mbaya ni hiyo sasa, ya kuachana watu wanatengana sana, mume na mke wanaachana, mmoja anakwenda kule kuli na mwingine huku, na hiyo haipendezi, haipendezi hata kidogo. Ukienda okay, tena kwa Google utaweza kusoma e inchi kumi zilizokuwa za kwanza kabisa katika kuachana, katika kutengana, niliweza kuziandika hivi. Inayokuwa ya kwanza ni Ureno. Ureno, ndoa zinazofanyika Ureno asilimia sabini na moja wanaachana kama ni ndoa mia moja wanafunga ndoa sabini na moja wanatengana, mmoja na kwenda huko na mwingine huko. Sasa wale wanafunga ndoa kwa nini? Nchi ya pili ni Luxembourg eh, asilimia sitini na sita wanaachana. Ya tatu ni Uhispania, asilimia hamsini na saba wanaachana. Nchi inayofuata Denmark, hamsini na sita wanaachana. Cuba hamsini na sita Finland hamsini na sita Ubelgiji hamsini na nne France hamsini na nne na na Uholanzi hamsini na tatu na Russia hamsini na mbili waliofunga ndoa na kisha wakaachana. No, no, nyingi sana nyingi kabisa zinapita kipimo, na zile sababu za kuachana tutaweza kuziona baadaye. Katika Afrika sasa, hiyo Libya na, na, na, na, na, na, na, na Misri na hiyo Morisi na Algeria nao wanaachana sana sana sana sana. Inasemeka kuwa sasa South Africa hawaachani sana. Hizo hali zinazokuwa hivyo za kuuana polepole, za kuuana moja kwa moja, za kutengana, za kuachana, za kusumbuana mpaka mtu anafariki, ndizo hali zinaonekana katika nyumba nyingi sana. Na kwa kweli, kwa kweli si Mungu aliyepanga watu waachane hivyo. Sababu zinakuwa gani? Hizo sababu tutaziona katika siku zinazokuja. Wacha tumuombe tena. Mungu Bwana wetu, tunahuzunika kwa hizi hali tulizoletewa na maovu. Tunafurahi sababu tunajua una nguvu ya kuweza kumaliza hizi hali, jamaa ziweze kufurahi. Utusikilize tunapoombea jamaa zetu, tunapoombea familia zetu tunapoombea nyumba zetu utusikilize, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Sasa nyumba moja mwili mmoja kila kitu ni moja, tuwe pamoja, upendo na ongeza, nawe ongeza heshima na pandisha, tuwe pamoja